Tazamaji wa bongo digito, kama ambavyo nafahamu bongo FM, bado tupo gereji, tukiendelea kujiandaa na kukuhakikisha kwamba tunakuja na vitu vipya kabisa na vilivyokuwa katika ubora, na hatuja kusahau pia kwa upande wa digito eh, leo tupo na mabondia hapa ambapo niko na Karolo Amil pamoja na Richard Mtangi, na hii ni katika kuelekea Knockout ya Mama season 7. Zimeshafanyika nyingi, na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri sana na Knockout ya Mama kuhusu mechi ya kuelekea tarehe thelathini na moja nimejiandaa vizuri chini ya makocha wangu, kocha Tipo, kocha misi Mwakinyo. Kama kawaida, hapa Karolo Amiri, mzee wa bora kufa kuliko onyonge. Nyuma mbali mbele mbali, hakuna mtoto mdogo wa kumdua maandazi, sote watu wazima kwenye kazi, tunafanya kazi. Sikuwa tarehe thelathini na moja njooni, njooni maajabu. Kalolo, katika season 6 ya knockout ya mama ulingoni ulipanda, ulipanda, ulipanda, ulipanda na Uh, aukupata matokeo mazuri pengine kitu gani ambacho kilikuumiza sana na ukasema nataka ni rematch? Na unayerudiana naye ni yule yule ambaye ulipambana naye katika season 6 ama ni bondia mwingine? Ni bondia mwingine ambaye nacheza naye, kwa sababu kuna mambo yalikuwa yapo sawa, ila mpaka Mungu akipenda kwenye mwezi wa tatu inshaallah na hizo mechi itakuwepo ila kwa sasa hivi kuna bondia mwingine ambaye na challenge naye siku tarehe 31. Nani anapambana naye? Ayo surprise. Au utaki kumtaja mtu ambaye unaenda kupambana naye? Kwa nini surprise? unahofia nini? Labda ah jina lake atakuja kutaja. Kiongozi wangu hapa, ugumu wa wa ngumi unakuwa wapi? E, ambapo unaona nimejiandaa vya kutosha alafu nikienda kule pengine napigwa ama ile mechi inakuwa draw. Uh, kwanza ugumu wa ngumi unakuja kwanza kwenye maandalizi. Uwa kwenye maandalizi unafanya mazoezi kiugumu, unapata shida, na pia unakuwa unamfikiria sana mpinzani wako, na pia unafikiria vitu viwili, unafikiria shida zako, familia yako, jinsi ulivyoiacha, ulivyoiacha nyumbani, alafu unamfikiria na mpinzani wako kama atakujaje kwenye, kwenye mechi, alafu pia unafikiria na shida ambazo unapitia kwenye familia yako kwa hapo unacheza unacheza na akili mbili hapo maisha pamoja na akili ya mpinzani wako, unamchallenge vipi hiyo. Sasa uone kama ndio inaweza ikakupa ugumu, kwa sababu unawaza pambano, alafu pili unawaza maisha, unamwaza na mpinzani wako, uone kama unaweza kupata ugumu namna ya maandalizi. Sasa unapofikiria familia yako, maisha ambayo unatokea, ndio mpinzani wako unapata una urahisi wa kumkabili mpinzani wako kwa mpinza sababu kuona huyu ndio maisha yangu, mi nimeelemeza hapa, kuwo ndakapocheza vizuri hapa au ndakapocheza naye huyu vizuri, basi mi maisha yangu ndo atanyoka. Unapokuwa unapokuwepo katika ringi, unafikiria shida ambazo unapitia una, yani familia yako umeacha katika mazingira gani, kwuo pale una sio, unacheza na mpinzani una...